mbalimbali mbali. Leo tuko hapa tukiwa wazima tumekuja kufunga kampeni zetu kiwilaya katika kata hii ya nyumbani sisiemo oye. Ndugu zangu, niwapongeze mno kwa kuendelea kukiamini Chama cha Mapinduzi, niwapongeze sana kwa kuendelea kukipenda Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi mara zote siku zote kimekuwa imara, siku zote kimekuwa kikiwaleteeni wagombea kwa kugombea uongozi kwa ajili ya kuchochea maendeleo. Na leo kama wazungumzaji wengine waliotangulia kusema, tuna uhakika kabisa kwamba Catherine Mabina wa kata hii ya Bujora na Kimbage Susan kwa kata ya Kisesa wanakwenda kuendeleza yale yote ambayo watangulizi wao waliyafanya. Kwa hiyo ndugu zangu, kesho kutwa tarehe 29, twende tukawape kura nyingi, kura za kishindo, ili chama cha Mapinduzi kiendelee kuheshimika. Kwa hiyo ndugu zangu, bila kusahau mheshimiwa mbunge wetu Kiswaga, tunamfahamu, tumefanya naye kazi kwa miaka mingi, tunajua uchapakazi wake, sina shaka na jinsi ambavyo ataendelea kusababisha na kuleta maendeleo mengi na makubwa kwa kata zetu hizi. Ndugu zangu, Mheshimiwa Rais tunamfahamu, ni mwanazengo mwenzetu. Sina shaka kwamba mafiga matatu yanakwenda kufanyika. Tunakwenda kutiki, kutiki na kutiki kwa chama cha Mapinduzi, CCM we, CCM we, Magu, Bujora, Kisesa oe! Mheshimiwa mneki wetu taifa, karibu karibu, zungumze na wananchi hawa, karibu sana. Diwani wote wa wilaya Magu ndio wataenda kushirikiana na Kiswaga. Kiswaga peke yake hawezi kufanya kazi peke yake na yeye akiwa mbunge ni diwani lazima aelewane na hawa na lazima apeleke ma maendeleo kwa kila kata. Kata hizi hapa akipendelea kata moja, na muuliza uliomba kula ujimbo zima, wana tandao hujapeleka, bona isandula hujapeleka, mbona magu hujapeleka. Naomba sana kwa ajili ya muda, hamuwezi kuongea kwa kata ki kabila kabila maendeleo yatakuja kwa wingi kama mlivyomba. Naomba ndugu zangu, tusifanye makosa, tarehe 29, tumpigie kura nyingi sana za kishindo. Mheshimiwa mwenyekiti mwenye wetu wa kikao hiki, Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa taifa dada yangu Eleni, Mheshimiwa mwenyekiti wa chama, viongozi wote mlioko hapa, itifaki imezingatiwa. La kwanza naomba nimshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametuwezesha sisi sote kuwepo hapa. Wapo wenzetu hawajaweza kufika hapa, ama ni wagonjwa, wengine wameitwa mbele za haki lakini sisi Mwenyezi Mungu ametustahirisha na kutuleta kwenye kikao hiki. Wangapi wanamshukuru Mwenyezi Mungu pamoja nami kwa kutuleta hapa? Bwana Yesu asifiwe sana. Neki kweli, kama ambavyo umesema, watu hao wa wameambiwa maneno mengi sana. Itoshe kusema kwamba tunapokuja hapa kama tulivyo kuja kuomba kula za Chama cha Mapinduzi kumwombea kura diwani, kujiombea kura mimi mwenyewe, kumwombea Daktari Samia Suluhu Hassan, ni kwamba yale yaliyoelezwa ambayo tumeyatekeleza kwa miaka mitano, wana Bujora ni mashahidi, tena ni mashahidi wa kuona kweli si kweli. Mtoche kusema kwamba heshima ambayo Daktari Samia ametupa wana Magu kwa miradi mbalimbali ya maendeleo ambayo ninyi mnaiona, inatosha Dr Samia kumpa kura nyingi, ili tuendelee kumwomba miradi ya maendeleo, kama ambavyo naendelea kueleza kwamba Bujora na Kisesa ndizo kata mbili nimeziongelea mara nyingi bungeni na ndizo Dokta Samia ameendelea kutupa fedha kwa ajili ya kutekeleza miradi yote, tuamini kwamba Dokta Samia anapokuja hapa kila mwaka anakuja kuimarisha uchumi wa wanabujora na Kisesa, kweli si kweli? Niombe neki wetu kote ambako nimepita mikutano yote 86 85 na leo 86 kote nilikopita wanasema CCM inaongoza kwa kishindo, kwa viti vyote: rais, mbunge na diwani. Kwa hiyo niwaombe watu wa Bujora tarehe ishirini na tisa tukakipe chama cha Mapinduzi, tukampe Samia, mkanipe mimi, mkampe Catherine Mabina. Catherine Mabina ni binti wa kaka yangu Mabina tulianza naye udiwani mwaka elfu mbili tukiona wakina Eleni. Mambo makubwa tumeyafanya, nataka niwaambie yale ambayo Bunyanya na Kabadi tumeyafanya kwa pamoja, ndivyo ambavyo Katharini na Suzani watakwenda kufanya hivyo hivyo, kwa sababu mimi nina sheha kwa kata hizi zote mbili. Tukihitaji barabara, mimi lazima niulize maswali Tukihitaji maji lazima niuze maswali. Tukihitaji shule lazima niuze maswali. Kwa hiyo nitakwenda kuhakikisha ninawashika mikono miwili, ili kuhakikisha kwamba tunaleta maendeleo irani yetu. Nilieleza mambo ambayo yatatekelezwa kule, lakini irani yetu, pamoja na kuleta milioni mia sita arobaini hapa za shule ya msingi hangaya pamoja na kuleta milioni mia mbili sabini na mbili za shule ya Lumve pamoja na kuleta milioni ishirini na mbili na mia tano za shule ya Bujora pamoja na kuleta milioni mia moja sabini na sita za sekondari ya Kanyama pamoja na kuleta milioni themanini na moja za shule ya msingi Kanyama pamoja na kuleta milioni thelathini na tatu za shule za Stedi yetu ya, ya Korea kaenze Dokta Samia ametupa bilioni na milioni bilioni 3 na milioni 549 kwa ajili ya mradi mkubwa wa maji ya Kisesa na Bujola. Nataka niwaakishie watu wa Bujola na Kisesa, tunakwenda kumaliza tatizo la maji na linakuwa historia kabisa. Naomba mwamini, naomba mtuamini. Hapa tulipo irani yetu mengi. Nyuma tu hapa tuna barabara la kutoka hapa ngome linashuka pale sokoni, tunalijenga kwa kiwango cha lami na tayari limekwisha kutangazwa na ilani hey, yetu imesema kwenda msikitini Mkusti, msikitini mpaka pale pale eneo la hotel gani hapa Michi gani, Michi gani? tunajenga kilomita moja pointi mbili kwa kiwango cha lami, lakini tutasogeza kwenda kwenye minara Changarawe pamoja na, na na na mitalo, lakini tutaijenga vichi gani, kuja hapa kwa changarawe na mitalo, tutafungua mabarabara mapya Bujora na Kisesa, nataka niwahakikishie kwamba chama cha Mapinduzi CCM inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan inakwenda kufanya mabadiliko makubwa ya kimaendeleo kwenye kata yetu ya Bujora. Nataka niwaaminishe kwamba Bujora na Kisesa inafanana kabisa na wilaya zilizoko hapa nchini. Kata mbili peke yake nimetaja bungeni na nimeomba kupewa kata ya Bujora pamoja na Kisesa ziwekwe kwenye mfuko wa World Bank ili tunapopata miradi ya maendeleo, kwa sababu ni mji, uweze kupata fedha nyingi, hasa za barabara za lami. Baada ya kusema hivyo, kwa sababu ya muda umekuwa mdogo, kubali kwamba tulioshirikiana na nyinyi tuliofanya na nyinyi ninyi ni mashahidi, na mimi nataka niwahakikishie kwamba sitabadilika. Ni Kiswaga yule yule ambaye anawapenda wana Bujora na wana wana Kisesa, ni Kiswaga yule yule anayeshirikiana na nyinyi katika shida na raha. Naomba mnivike nguo tarehe 29 mkimpa Dr. Samia, mkimpa Katharini, ili tuweze kuleta maendeleo ya kweli na tuibadilisha Bujora na Kisesa, kama ambavyo kichwa changu kichwa changu, kichwa changu picha kilionayo kwa ajili ya Bujora bado haijakamilika. Ikikamilika litawaambia sasa watu wa Bujora na Kisesa niliyokuwa naitazama imekamilika, tunasonga mbele. CCM oyee! CCM oyee! Asanteni sana nyinyi, kwa baba yangu Kiswaga kura nyingi kwa mabina Kathari. CCM oyee! na sisiemuyea na hasa kuna watu wa bajaji wa huko nimesikia nenako leo ajaapea se ya Kisesa namanii wanawazuia watu wasiende kupiga kura. Tumia haki yako ya msingi, kura ndio haki yako ya msingi. Naomba tujitokeze, hakuna vurugu yoyote itakayotokea kesho wawelekivatote mperoro mko waoa